Hii barabara inakuanga vituko, yaani saa hii, saa hii, angalia, jamaa anagongana hapa, nikimuona wanagongana tu nikiwaona hapa mbele yangu. Wewe ni hapa kio, kama unakuja saidi ujipange. Ha, jamaa huyu, jamaa alikuwa amewafateki, hakuna uh, climbing lane, hakuna nini, huyu anapiga maindiketa hapa, huyu unamuona, unaona hiyo lori iko kando hapo, ndio ameigonga imagine, mtu ana overtake tu pahali hakuna climbing lane, ni yellow continuous line si dotted line, angalia sasa, watu wanaanga hivi na amelima mwenzake kwa saidia kwake. Angalia sasa, ni ujinga gani huyo? Mtu amekanyanga kwa barabara yake, na kando kuna mtu ame overtake hapo. Angalia vile amekonga mwenzake, huyo ni ujinga gani? ananiambia nipite hapo na mahasira zake. Wewe unakonga watu kwa nini bwana? Sasa unataka kuua mwenzako? Angalia sasa, hii ni mambo gani? Angalia, ah, amemuingia nyuma, ah Ameingia nyuma hiyo, shireji imeingia nyuma hiyo. Ah, kumbe siku kumgonga, ameingia nyuma sawa sawa.